Mara ya kwanza tulitangulia tukasema hakuna che, tuna uhuru wa kuabudu ama tuna? Tuna haki ya kuabudu ama tuna? Na na, ninaomba hili lizingatiwe, wakitusumbua hapa tunahamia barabara. Kwenye Biblia kuna manabii mbalimbali sana Narudia kama mnanisikia, kwenye Biblia kuna manabii mbalimbali. Kuna manabii wa uongo, manake wa kweli wapo, na kuna manabii wa oga, manake na wajasiri wapo, wakati wa Yezabeli, na ndio tulionao hata sasa hivi. ikaharibika yeah, yeah. Wote manabii wakakimbilia mapangoni yeah, yeah. Alimtokeza nabii mmoja Elia yeah, yeah. Akasema mimi, yeah, yeah. mimi. Yeah, yeah. Siwezi kujificha yeah. Akaamua kujitokeza mbele wewe yeah. Ni mmoja kati ya Elia kwa taarifa yako yeah ni mmoja kati ya Elia. Mmojawapo wanaoamini wewe ni Elia, weka mikono juu. Wametuondoa yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. pale yeah. Yeah. na katiba ya nchi yeah. yeah. kila mtu na mruhusu abudu, ana haki ya kuabudu. Wanataka tukuabudu wapi? Tumeamua yeah. hapa hapa hapa Hey. Imamu ametangulia kusema hivi kila hey. aliyetugusa ni hey. saa ya kufutwa hey. hey. hey. hey. nataka isiishie hapa, hey. itembee mpaka mikoani. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. hey. hey. hey. hey. kamata na ngazi zao hey. hey. hey. nyofoa kama unamjua hey. jina hey. Hey. Nijua ni maichi mzee, nijua nimeletwa maichi. Sikiliza nikwambie, Biblia imeandikwa hivi jina langu analitaja kwenye mambo mabaya, nitakufa lini, hili jina langu lipotee. Kumbe kuna uwezekano wa kutajwa. Nataka tonde mbele za Mungu, acha uoga wewe

akipiga majeshi aweza sikiliza, tuambie. Watu wa Mungu, tunarudia tena kauli yetu, hakuna kuogopa.